Kwa hiyo vifaa vilivyotolewa leo, leo vinanufaisha e, vikundi kama thalathini hivi ambao jumla yake vitanufaisha watu wanaofika karibu mia sita. e, pia tuna vihori ambavyo tumevitoa kwa ajili ya kuwasaidia hawa wakulima wa mwani. Kwa hiyo hii ni katika kutekeleza zile ahadi za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambazo alizitoa kwa wakulima wa mwani na alitoa ahadi ya mambo matatu kwamba wakulima wa mwani wasaidiwe elimu. elimu tumetoa ya kutosha kupitia UVIKO kupitia mradi wa IFAD na kupitia miradi mingine ikiwemo Zanzibar Maisha Bora Foundation. kwa elimu imetolewa ya kutosha, hasa ule ukulima wa kutumia double loop. Kwa hiyo tunaona kwamba e, wakulima wa Unguja na pemba, tayari wameshapata elimu ya kutosha, lakini ahadi ya pili ilikuwa ni kupatiwa zana za kazi. Tunaelewa kwamba Mheshimiwa Rais alitoa boti karibu mia tano kupitia mradi wa UVIKO kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wa mwani kwa Unguja na Pemba, na pia mradi wa IFAD, tumetoa vifaa pamoja na boti na kupitia mradi wa UNDP pia tumetoa hizi boti za ukulima wa mwani kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo unakuta katika eneo hili la vifaa tumetoa vifaa vingi sana kwa kipindi hichi cha miaka mitano iliyopita, na nadhani wakulima wote wamefaidika na zana hii.